Kwa kiasi kikubwa tumefanya kazi kubwa katika miundombinu. Katika awamu ijayo ya uongozi, miundombinu mikuu ya aina tatu, viwanja vya ndege, bandari pamoja na barabara, mtegemee kwamba tutafanya vizuri zaidi ya ambavyo tumeshafanya sasa hivi. Uwanja wa ndege wa Pemba tunaojenga mpya utakuwa wa kimataifa. Uwanja wa ndege wa hapa wa Abedi Amani Karume tutaendelea kuongeza zile terminals. Manake, sasa hivi tuna terminal 3, tuna terminal 2 ambayo karibu tutaifungua VIP, imesha imeshakuwa tayari karibu tutaifungua sasa, tunakuja na terminal 1 ambayo itakuwa ni domestic, lakini itakuwa ya aina yake. Bandari zetu, tumeshaanza ujenzi wa bandari kubwa jumuishi kule Mangapwani tatizo lote la msongamano wa meli hapa ma, uh, Malindi sasa hivi litakwisha, kwa sababu tuna bandari kubwa mbili zinakuja, moja ni Mangapwani, lakini nyingine pale Fumba, ambayo ndani ya mwaka mmoja ile ya Fumba itakuwa tayari, tutaondokana na msongamano huu ambao unasababisha kuongeza gharama za bidhaa katika nchi yetu, ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Lakini kazi iliyokuwa mbele yetu ni tarehe ishirini na tisa. Kampeni tumefanya za kistaarabu, kampeni tumefanya mikutano ya hadhara, na tumefanya kampeni za ndani, na tumefanya kampeni za makundi. Hakuna kundi hatujalifikia. Hakuna sababu kwa nini Chama cha Mapinduzi kisishinde kwa ushindi mkubwa tarehe ishirini na tisa. Ndugu zangu, ni kuombeni, nitoe wito kama tunavyojitokeza katika mikutano ya hadhara kama hivi tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwenda kupiga kura sote, asibaki mtu.